Naam, asante sana kwa kuendelea kutizama Sema na Citizen. Umewadia sasa wakati wa Jukwaa la Afya, hivi sasa tukiwa tunaingia moja kwa moja katika mada yetu leo hii, tukiwa tunaangazia afya ya uzazi ya wanaume. Ni mada ambayo ni pana sana, ina mengi ambayo yanastahili kujadiliwa, ndio maana basi hii leo tunaye uh, Dr. Ngechu Wamboi ambaye yeye ni afisa tabibu pamoja na Bi Rose John yes. Yeye ni mtaalam wa lishe. Tunajua kwamba tiba na lishe zinakwenda sambamba, ndiyo maana yuko hapa, meza yake tayari ameshaipamba ya na vyakula mbalimbali mbali, atatueleza umuhimu wa kila chakula ambacho amekileta hapa, ambao utasaidia katika kuimarisha afya ya uzazi ya wanaume. Lakini moja kwa moja, nikianza kwako daktari, tunataka utueleze afya ya uzazi ya wanaume nini ni haswa, na je kwa mwanaume akizaliwa, kama mzazi ukimwangalia mtoto wako akiwa ni mchanga, akiwa anakuwa, ni vitu gani ambavyo utakuwa unaangalia ujue kwamba huu mtoto wangu pengine atakuwa sawa ama pengine baadaye anaweza kuwa na matatizo? Yeah, naam kabisa. Okay, kwanza ni kuelewa kwamba mwanaume ako na viungo tofauti na mwanamke, na tangu mtoto amezaliwa ama akiwa katika tumboni ya mamake, kuna zile viungo ambazo zinaendelea kukua, ambazo zinaendelea ku kudevelop pole pole pole, pole hadi wakati atazaliwa. Akizaliwa pia kuna zile ambazo anazaliwa zikiwa already ziko vizuri, na akiendelea akifika umri wa miaka kumi, kumi na moja, kumi na mbili, bado kuna zile vingine ambazo zinaendelea zikikua kama vile umri unaendelea, na akifika miaka kumi na tisa kuna zile ambazo tunasema kwamba zimekomaa zimefika ile tunasema ni hali ya kawaida. Kwa hivyo, tukianza mtoto mwanaume, kitu ya kwanza ambayo tunaziita uh, male reproductive system ama viungo za uzazi za mwanaume, kitu ya kwanza akona zile korodani mbili ambazo kwa kimombo tunaziita testicles, pia akona mpini na pia pale kuna mishipa hizo. Okay, kuna zile ambazo zitaweza kuonekana kwa macho zile mzazi ambaye pia anaweza kueleza aseme kwamba mtoto wangu nimeona korodani yako na moja ama katika ile mfuko hakuna chochote mm -hmm. Najua kuna watoto ambao wako na zile zinaitwa undescended testicles kwa sababu zile hazijashuka mm -hmm. Naweza kupata eh kuna wele pia wamezaliwa zikuwa zote katika korodani lakini baada ya muda mfupi ama muda mrefu mm -hmm. Anapata moja inapotea, mazote mbili zinapotea, mm -hmm. na napata moja inapotea mazote na anapata kwamba ile mfuko inabaki bure na kuna wengine nasikia kwamba wa mtu analalamika anakuambia mtoto wangu kuna wakati ni kama zinapanda juu hmm. Na ni uchungu sana huwa Hmm. Tatizo lile pengine huwa ni nini? Ni ya. Kitu ambacho ni cha kawaida ama ni hali ambayo mtu anafaa itilie maanani kutafuta. Tukipata kama tutapata picha pia nitaweza kuelezea kwa undani niweze kwa, watu waweze kuelewa kwamba mtoto akiwa katika tumbo ya mamake hmm, mwanaume figo na zile korodani wanga zinakaribiana pamoja pale hmm, juu katika tumbo. Hmm. Lakini vile umri linaendelea zinaendelea zikishuka nazo figo zinazigawa zinaenda upande kwa upande. So, kuna mahali ambapo zinapita ndio ziweze kuingia katika korodani ama ile mfuko. So ile jia inaweza kukosa kufunga vizuri. Ambao tunasema yule mtoto amepata genital hernia. Ile mfuko haikufunga ile mahali zilipita ndio zingie katika korodani haikufunga, nafaa kufunga. Lakini kwa hitirafu moja ama nyingine zinaweza kukosa kufunga. Na hapa ndio mama atamuona mtoto akicheka ama akilia ama akishiba anapata inafula mm -hmm. Mama atakwambia "Hey, katoto kangu kakilia, mi naona mfuko yake inafura, kakicheka bado inafula, kakikula kakijaa tumbo inafula kwani hata zile mara ambazo wakati ule mtoto zinaweza kupitia bado ile mfuko ambayo haikufunga vizuri na ziweze kufanya, uh, ipate, ipate hewa mingi na iweze kufura ambayo tunasema ni genital hernia. Na watoto wengi wako katika pale za mm -hmm. wako na zile shida ambazo ni shida ambazo kimatibabu. Pia kuna wale ambao inaweza kuwa ile mfuko haikufunga inaweza kupitisha kitu ingize ndani, na pia inaweza kuzitoa zile mayai, ama zile begu ziweze kupanda juu, na najua ni hatari sana kwani zinapopanda Unajua, tunasema kwamba mwanaume lazima zikuwe mahali hakuna baridi, hakuna joto nyingi mm. so tunasema zile testicles ziishi mahali hakuna joto nyingi, na ndio unapata ile maso ambayo inazibebea, iko na maso ambazo ni special, inaitwa cremaster muscles kwani iko na uwezo wa kujua, kuna baridi inashikana, ukipata joto zinaning'inia. So hiyo ina, inahakikisha ina, ina, kwamba inaweza ku maintain ama ku regulate ile, ile, ile joto ama ile baridi ambayo inafaa kuwa pale, na kwa kawaida inafaa kuwa baridi. Hata mwanaume ama mtoto kuwa naye pale, ukigusa utapata kwamba temperature zile korodani iko baridi kidogo kuliko mwili wa kawaida, mm. Kwa hiyo ndio ile kitu ambayo tunasema uzalishaji wa zile mbegu za uzazi ambayo tunasema inaitwa spermatogenesis, mm, inafaa kukua mahali hakuna joto kingi. Kwa hivyo ikipata joto nyingi ile uzalishaji wa zile mbegu inakuwa na shida so, zikipotea utapata kwamba zinaweza kosa kurudi na zina, ule mtoto anaendelea kuwa mkubwa nazo pia zinaendelea kunenepa so zinalemua kurudia ile nafasi ambayo zilipanda, so unapata kwamba hazikurudi, unajisikia kama ziko katika ile tumbo ya chini, unazipata ziko pale na zinakwama na ni hatari sana, kwani pale kuna joto kingi hakuna zile maso ambazo tunasema ziko na cremaster maso ambazo zinafaa ku regulate temperature. Kwa hivyo zitalemewa kuzalisha na zitalemewa ile homoni ya kiume ambayo tunaita testosterone. Kwa hivyo ni chanzo kimoja ambacho kinaweza kumfanya ule mwanaume ama ule mtoto wakati anapofika ule umri wa kubarehe, apate kwamba hataweza kuzalisha ama uzalishaji wa zile begu zake inakuwa mm. Zitakuwa vizuri. Haya, kitu nyingine kabla uendelee, daktari, kumaanisha kwamba hali ya anga ambako mtoto anakulia pia inaweza kumwathiri katika afya yake ya uzazi katika siku zijazo, pengine iwapo huyu amelelewa maeneo ya baridi zaidi na ule mwingine maeneo yenye joto zaidi, ama mazingira ambayo mtu anakaa. Ukiangalia sisi kwa kimombo tunasema don't cook your balls, usizipike, usiziweke mahali kuna joto, kwani zinahitaji mahali kuna kibaridi. Na ukiangalia, na hii ni jambo ambayo unaweza kufanya practically, uone maeneo ambayo kuna baridi nyingi, watu husema hii, wale watu wakule juu ya baridi wanazaana sana wanarudi hmm. kitandani kila mara kwa mara. Ndio hiyo, ndio ile misconception ambayo iko lakini si kweli hmm. Ni kwamba ile baridi inafanya uzalishaji wa zile mbegu za uzazi inakuwa iko juu kuliko kuliko mahali kuna joto kingi mm. na tupatiana ile example, ukiangalia mahali kama Mombasa, mm. kuna joto kingi sana mm, lakini ukiangalia mahali kama upande wa Mrima kuna baridi nyingi sana, so utapata pale watoto watazaliwa wengi kuliko mahali ambapo kuna joto kingi kwani uzalishaji wa zile begu itakuwa nyingi, hiyo. mm. Nayo pia hata wakati mama anamvalisha mtoto wake wa kiume nguo, mm -hmm. havai kumzalisha kumvalisha nguo ambazo zinaombana sana. mm -hmm kama zile hizi hizo nguo ambazo wamama wanazivalisha watoto siku hizi za kisasa. Unajua kitambo kilikuwa na napi, mm, siku hizi kuna hizi sasa za diapers ambazo wanazitumia. Mtoto wa kijana afai kushida nazo amevaa mm -hmm. anafaa tu anaitumia wakati analala mm -hmm. ikifika ni asubuhi, nayo awachane nazo, wacha mtoto atembee Wacha zikae mahangaiko zihangaike huko, itakaa mzuri, nayo itahakisha kwamba afya yule mtoto itakuwa sawa. Na ikawezekana, pia mtandikie tu kitanda ambazo itaweza kuwa na zile waterproof, ambayo haitapata, haitaharibu kitanda, wacha mtoto walale bila pia Mm -hmm. Ili utaweza kufanya ile afya uzazi wa ule mtoto wakati anaendelea inaendelea kukua vizuri, na ikifika ile umri wa kubarehe ataweza kukua kuwa mtoto wa sawa sawa mm -hmm. Kwa hivyo mtu, mzazi akipata mtoto ni vizuri aweze kuangalia viungo zake mm -hmm. Angalie kama kwamba Mr. Victor yuko pale mm -hmm. Angalie kama zile korodani ziko pale ndani na hakisha kwamba ziko mbili mm -hmm. Kama ni moja mwone daktari ndiyejulikana kana kwamba ile nyingine nikupotea imepotea, ndio kama ni, ni, ni, ni kwamba imepotea kidogo, inaweza kurudishwa na ishuke vizuri na ule mtoto aweze kuisha maisha mazuri. Kitu nyingine mzazi mama na pia baba aweze kuangalia mtoto asubuhi. Mtoto akiamka, anafaa ile kiungo yake inaanza kusimama yenyewe bila shida yote, na anafaa kuangalia, unafaa kumwangalia katoka katika miaka mbili kakaa tu ukimuosha sijui kama unaweza ku, kuangalia wazazi wa hawa wazee ambao kina shosho na hawa, ulikuwa unapeleka mtoto wako kwake, akatembea kwa shosho, shosho anamrusha juu, anamchekesha hivi bila nguo tu, unafikiria shosho yako nitambia mbaya, lakini anajaribu kuona kana kwamba yule, yule mtoto yuko mtoto wa sawa sawa. na hmm. Pia ni vizuri hata saizi wa mama. <clears throat> na pia wanaume si kuachilia bibi yako peke yake atiende na shughuli kana ile shughuli ya, ya kuangalia hata yule mtoto wa kijana, wacha tu, wacha angaliwe na wazazi wote wawili wacha pia wazazi ambao wanatuangalia angalia kila siku, na ni muhimu sana, usimwachie ule msaidizi wako wa nyumbani mtoto wako akuangalilie masaa yote. Ni vizuri, chukua nafasi, wakati anaoga asubuhi, hakisha kwamba umecheza. Na hiyo ripoti yake unaona kama iko sawa sawa, ndio kuhakikisha kwamba ule unaomlea ni mwanaume ambayo kesho atakuwa ni mzazi ambayo pia ataweza kuweza kuzalisha na kuweza kufanya kwamba ile shughuli ya nyumbani ambayo itakuwa sawa. Kuna tatizo ambayo tutaitanga hypogonadism mm -hmm. ni kusema kwamba hazikuweza kumea sawasawa sawa. Kwa hivyo naweza kuwa na hitirafu wakati amezaliwa korodani. Sasa korodani ipate kwamba mibi hata aziko kabisa, ama kuna mtoto anazaliwa bila anaweza zaliwa bila. So ni vizuri tuende upeletee daktari mm -hmm. aweze kuangalia ni kupotea, zimepotea mm -hmm. ama hakuzaliwa nazo, ndio, mm -hmm. tuweze kujua. Pia kuna wengine ambao kuna uh, wanazaliwa na kidude kidogo sana, ile unapata yani ule mtoto haja hakui kama watoto wengine mm -hmm. unampata ni boy child kwa miaka nne miaka tano, lakini ule ume wake bado imesinyaa. Yani unapata kwamba haiendelei hai kumea vizuri ama endelei kukua vizuri, tatizo ambalo inaweza kuwa ni tatizo la kihomoni ambayo yule mtoto anaweza kuongezewa zile vichochezi, na endelee kufanya nini, kukua kama mtoto wa kawaida. Kwa hivyo a, a, ni jukumu la mzazi kumwangalia hizi. Zile ni viungo ambazo zinaweza kuonekana kwa macho, kuna zingine ambazo hutaziona kwa macho, kama vile kuna tunaitanga epididymis. Epididymis ni store ama ni ni ile mahali tunaweka zile mbegu ambazo zimezalishwa ndio ziweze kumachua. Pia kuna vas deferens ambayo ni mishipa miwili ambayo inabebea zile mbegu uh, kuzipeleka katika urethra. Pia pale kwa urethra, karibu na urethra, mara inaanzisha ile prostate gland eh. mm -hmm. iko pale na pia kuna seminal vessel, zile zote zinaabatana, zina pale kuhakikisha kwamba mbegu imezalishwa imewekwa kwa epididymis ndio iweze kumachua. Kutoka pale inabebwa kupitia kwa ile mirija mbili ambayo inaitwa vas deferens hadi katika seminal vesicle, ambapo hapo ndipo itaweza kuchukua ile semen. Kwa hivyo watu wajue kwamba sperms zinatengenezwa katika korodani. mm -hmm. Nazo semen inatengenezwa na semino veso, zinatoka mahali tofauti. mm -hmm. Kwa hivyo unaweza kupata mwanaume hapa nasema kwamba mimi zile naziona ni manii, anaanza na, kusema na anaona spams, ama zile shahawa mm -hmm. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba ni yale maji maji ambayo inachuka kama manii bila, bila zile shahawa. Kwa hivyo ni vizuri wakati mwanaume pia amepata ameoa anapata kwamba bibi yake apate watoto kwanza. Hapa tuafika tuongelee yale mm. apate kwamba wengine wanajichocha hapa. Unajua, katika jamii yetu ya Afrika afrikameko juu sana mm -hmm. Si rahisi mwanaume akubali kwamba yeye ndiye anakosa mtoto. Sawa sawa, daktari, tutakuja huko maanake hilo ni swala ambalo linahitaji wakati wake mwafaka. Kwa hivi sasa, kabla tujaendelea, pengine tungesikia tu kutoka kwa Rose hapa, yeye mtaalamu wa lishe. Je, lishe inahusiana vipi na afya ya uzazi kwa mwanamume kuanzia mtoto akiwa mtoto mdogo hadi akiwa anainukia. Uh, asante kwa vile ambavyo tumesikia daktari amesema ya kwamba kuna hizi vitu ambazo, kwanza mwanaume anaitwa mwanaume kwa sababu anaume. mm -hmm. mwanamke anaitwa mwanamke kwa sababu anauke. mm -hmm. So tunaongea kuhusu ume wa mwanaume. Kwa hivyo katika yale ambayo daktari amerezea, ni kwamba kuna mbegu ndani ya ume wa mwanaume na kuna maji maji ndani ya hiyo mbegu, na pia kuna kitu tunasema uhai. Zile mbegu zina uhai, ndiposa ule kijana ama ule mwanaume awe na mbegu ambazo ziko sawa, awe na zile maji maji, na awe na mbegu ambazo ziko na uhai, mbegu kwa wingi ndani yake, na zile mbegu ziwe na uhai wa kutosha. Lazima awe na chakula, kuna chakula ambacho anastahili kula ili ziweze kuangalia zile mbegu chakula ambacho anastahili kula ili iongeze zile maji, kwa sababu unaweza kuwa na mbegu na hauna maji, jinsi ambavyo tumesikia mm -hmm. Kwa hivyo ile mbegu hata itakapoingia haiwezi kuswim mm -hmm. haiwezi kuteleza ndani ya ule uke mm -hmm. Kwa hivyo ule mwanamke hatapata nafasi ya kushika ule, ile mimba. Pia unaweza kuwa na mbegu ambazo uko na mbegu nyingi, kwa sababu tunasema sperm counts quantity. Uko na mbegu nyingi, lakini zile mbegu ziko deformed. Kwa nini ziko deformed? Kwa sababu ya lifestyle ama vyakula ambavyo unakula, maisha ambayo unaishi, na pia madawa ambayo tunatumia. Kwa hivyo kuna a lot of denominating factor. Kwa hivyo ndiposa, huyu kijana ama huyu mwanaume awe na mbegu sawa, maji sawa, anastahili kitu kinaitwa lishe bora, na ndiposa tuko hapa tumeweka vitu ambavyo vinaweza saidia mtu kama mwanaume. Kitu cha kwanza, kuna madini ambayo anahitaji, kuna vitu tunaita amino acids na kuna vitu tunaita chakula ambacho, kwa sababu ndio ile jambo liweze kutendeka, kuna ile damu lazima ipige. Kwa hivyo kukiwa pia na shida ya damu, damu ikiwa na shida inamaanisha nini? Damu ikiwa nzito tunasema viscosity of the blood. Mm -hmm. Kwa sababu mwanaume ule mwanaume akifikiria kile kitendo, ni lazima damu ikimbie kwa haraka sana, mm -hmm. na iweze kurespond, ndo asikue na shida. Lakini damu yake ikiwa nzito itachukua muda mrefu kurespond, nikana kwamba anapepeta. Ndio ile hisia ije, ni posa aweze kufanya kile kitendo. Kwa hivyo pia hiyo ni shida ya damu kuwa nzito, ambayo inasababishwa na lifestyle na chakula ambacho wanakula kila siku. Kwa hivyo kuna shida nyingine ambayo inaletwa na, na, na, na kutokula chakula bora kwa ule mwanaume. Kitu kingine tunasema kwamba sana sana mwanaume akiwa na deficiency of zinc. Zinc is very, very important. Unajua watu wanaambiwa kula malenge, kula malenge lakini hajui kwa nini unaambiwa kule malenge. Malenge ni kwa sababu iko concentrated with zinc. Na tunasema sio malenge peke yake, lenge likiwa nzima, concentration kubwa iko kwa mbegu. Jinsi unaona tuko na mbegu hapa. Mbegu hizo za malenge. Yeah, mbegu hizi ndio ziko na concentration kubwa sana ya zinc. Na ndipo sasa tuna advocate kila wakati tukule, nini? Tukule mbegu ya malenge kwa sababu ina zinc ambayo inasaidia mbegu kuwa nyingi ina multiply zile mbegu ndani ya mwanaume. Zinaliwa vipi? Okay, hizi mbegu hmm, unaweza zisiaga uziweke kwa uji, unaweza zisiaga uziweke. Zimekauka, zikiwa zimekauka kwenye moto ziwe nini ama izikiwa tu hivyo. Unaweza pan fry. Shida ya ku pan fry ni kwamba kuna mwenye atachoma zaidi. Okay. Sasa ile madini ambayo ilistahili kukusaidia inarudi chini. Kwa hivyo sawa. Kwa hivyo ni sawa kushika ikiwa mbichi. Alafu unaweka kwa smoothie, unaweka kwa juice, unaweka kwa chakula ambacho unakula juu na pia unaweza chamsha. Mhm. Ukichamsha pia uyale ikiwa vile. Wakati napika lenge nile mimi sitoi mbegu, sitoi ile ongozi ya juu na chamsha ikiwa yote na ninakula ikiwa yote kwa sababu hiyo ikiwa yote ina madini ambayo itasaidia chembe chembe za mwili ambazo zinaitwa cells. Kwa hivyo cells za mwanaume, ili ziweze kutengeneza mbegu zilizo bora, ni lazima denominating factor kuwe na zinc. Okay. Yes. Sawa sawa. Natumai wanasikia vizuri wanaume, maanake unajua wanaume wengi wanadhani malenge ni chakula cha watoto tu. Mm -hmm. Ukinunua malenge nyumbani, watu wamenasibisha sana ni kwamba ni chakula cha watoto lakini, kumbe kinasaidia sana katika afya ya wanaume. Mm. Daktari, pengine katika taaluma yako mm, ni matatizo gani mengi ambayo yamekithiri ambayo wanaume wengi wanakuja hospitali wakitaka matibabu kuhusiana nayo? Uh, cha kwanza kabisa ni kwamba lazima tujue hizi viungo ambazo tumezitaja zina kazi gani ndio, mm -hmm. tuweze kujua kwamba ni kazi ipi isipofanyika mwanaume ajisikia hivi. Mm. Kwa hivyo cha kwanza mwanaume ako na ile kazi kwanza ya kuzalisha kwa kisha, unajua yeye ndio ubebea zile mbegu za uzazi, kwa hivyo lazima afanikishe ndio aweze kumtungisha mwanamke mimba. Isipofanyika vile, nasema kwamba hiyo ni changamoto ya kwanza. Ya pili ni utendakazi, lazima aweze kufanya ile shughuli ya nyumbani na ifanye kwa sawasawa, hakikisha kwamba ile nyumba yake imeishi vizuri na bibi amefurahia na ameweza kumtosheleza mm -hmm. Kwa hivyo haya mambo mawili ambazo yanafanyika ya inatumia homoni ya muhimu sana ama kichochezi cha muhimu ambayo tunaita Testosterone. Testosterone ile homoni ya mwanaume ambayo lazima ikuwe na levo za sawasawa sawa, ama ikiwe viwango vya sawasawa sawa niweze sawa, kuhakikisha kwamba zile begu za uzazi zimejaliswa vizuri. mm -hmm. Kitu ya pili, lazima mfumo wote wa uzazi ukuwe sawasawa kama ni zile nimesema zile gorodani zikuwe sawasawa sawa. Mm -hmm. Kama ni zile mishipa nimeongelelea ambayo inaitwa vas deferens ikue haijafunga, haija pia, lazima ile seminiferous nayo iweze kutoa kutoa ile maji maji ita mani niweze kuzibebea zile sperm. Pia ile, ile prostate lazima pia ikuwe sawasawa niweze kutoa ile yale maji ya kunawirisha zile mbegu ndio ziweze zikisafiri katika ile uke wa mwanamke ambaye uko na pH iko juu, unajua iko na asidi, iko na asidi kubwa ya juu sana katika uke wa mwanamke. So zile mbegu zinapobebewa lazima zibebewe vizuri na ziweze kuishi mahali ambapo hapana environment mzuri kama ile ya wanawake. So lazima ikuwe nourished vizuri, lazima ibebewe vizuri na iweze kuswim kama vile daktari ameelezea. mm -hmm. So hitilafu yoyote inapopatikana inapo, inapo, inapo inapo pale tuseme. mm -hmm. siku hizi tunaona ongezeko kubwa sana ya wanaume ambao wanapatikana na shida za uzazi Unapata bibi amekuwa ameolewa kwa muda mrefu, anakuja ananiambia, daktari, nilikuwa kwa doa ya kwanza, niko na mtoto <coughs> na yeye bwanangu ananiambia pia alikuwa na doa nyingine na iko na mtoto sasa. Hii tuko wazazi wawili pamoja ambao wako na mtoto mmoja mmoja, lakini hatujafanikiwa kuwa pamoja. Unajua wanaume siku hizi tumedanganywa sana <coughs> <ngh? coughs> bibi siku hizi wameweza kujajaluka kidogo. Unajua akiona huyu bibi na anataka kuvuja ile doa yake, anaona sasa huyu, <mutz1> bwanangu, tumejaribu mwaka wa pili, wa tatu anaenda pale mashemeji anamwambia fanya hivi wejaribu mahali. So ule mwanaume anaweza kufikiria idea ya kutingisha ile mimba, lakini kwa ni vingine si vile. So hapo mwanaume yeye kwamba huwezi kumwabiliki, sasa kulingana na yeye anajua kwamba bibi yake alishika mimba mimba, mm-hmm. na ile mimba ilikuwa ya kwangu, kwa hivyo inakuwa ni changamoto mingi kubwa sana wakija kwenye kliniki zetu kuja kuambia daktari, bibi yangu ana shida hapa, sijui apate mimba na, na unajua hiyo ni kupotoka Kwani huwezi kuenda kama mwanaume ama mwanamke useme huyu bibi yangu ashiki mimba. Unafaa kuelezea kwamba sisi tumekuwa kwa doa hatulia kwa, kwa muda fulani mm, na saa hizi hatujaweza kufanikisha, tungetaka daktari uweze kufanyia zile uchunguzi mm, tujue ni bibi ama ni bwana. Cha kustua ni kwamba asilimia kitambo ilikuwa thelathini kwa sabini, wanaume ilikuwa thelathini, wanawake ilikuwa sabini mm-hmm, saa hizi wanawake ni wanaume ni thelathini na zile ambazo zinaweza kuchangiwa na watu wawili ni thelathini. Hmm. So ni 50-50. Hakuna, hakuna cha kujipiga kifua kusema kwamba ni bibi yangu ashiki wa wanaume, uzalishaji wa begu umeenda chini, kwani kuna ile afya ya akili ama zile watu wamepata stress, watu wako na depression, watu wako na anxiety, watu wako na mambo mengi ambayo yanachangia zile zile homoni za mwanaume itaweza kuzalishwa vizuri, kwani inaanzia katika ubongo. Kuna mai, kuna pituitary gland na hypothalamus gland katika chini ya ubongo, so pale ndipo tunaanzisha kwanza, unaona na macho inatumba kwenye ubongo The, neurotransmitters natuma katika ile uume wa mwanaume, pale ndio tuanza kuzalisha zile homoni. Ukiwa na msongo wa mawazo, utapata kwamba hutaweza kufanya zile communication wakati wa sawa sawa, hutaweza kuzalisha zile homoni sawa sawa. Kwa hivyo hata zile nguvu hazitaweza kukua za sawa sawa mm. Kitu nyingine mm. ni watu ambao pia wanapata wameenda kwa daktari, tumempima, tumeona ule mzee ni kweli, tumemuitisha zile begu zake, tumezipima, most of them wako na shida tatu. Shida ya kwanza anaweza na kimombo tunaita oligospermia, na oligospermia ni kusema ni upungufu wa mbegu za uzazi. Utaniuliza, upungufu kwani zinafaa kuwa ngapi? mm. zinaf, tunasema mwanaume ambaye yuko sawa sawa anafaa kuwa na 49 milioni. hapo umezungumzia upungufu wa mbegu za, za uzazi na eh, sio upungufu wa nguvu za kiume yeah. Hiyo ni vitu viwili tofauti tofauti sana mm -hmm. Nguvu ni ile utendakazi. Mm -hmm. Mbegu ni za uzalishaji mm -hmm. so tunaongea kuhusu mbegu mm zinapopungua tunasema yule mwanaume ako akona zilizopungua kuliko 39 million per 1 ml. hiyo ni kusema kwamba kila mwanaume ni milionea, so <laughs> amezibebea 39 million sperm count per 1 ml, tone moja Mhm. Mm inafaa kuwa na zaidi ya 39. Kitambo zilikuwa zinafika hata 100. 50 million siku hizi, juu ya lifestyle na nini zimepungua. Kwa hivyo hata ile parameter ya kupima imekuwa 40, so kuna wengine pia tu, tu, so ile kusema ile, ile, ile report yote umeleta, tukiangalia vizuri, inafaa kuwa na 15 million, lakini tukichukua tone moja tuipime, inafaa kuwa na 39 million, ml ama hiyo tone moja, so hiyo ni oligospermia ama upungufu wa mbegu za uzazi. Ya pili inaitwa azoospermia. Azo ni zero sperm count, ama hakuna chochote, ile lazo zitoa ni hakuna chochote hilo nazozitoa ni lab burets, hakuna live burets. So yule mwanaume atajichocha pale aseme mimi kwangu eh laude 65 lakini inapata kwamba ile nazo zitoa anaziona kwa macho ni manii peke yake ni semen, lakini hazina zile begu ambao tunazita spam. So utapata kwamba tunapoziangalia kupitia kipimo cha tanga seminarisis unapata kwamba hakuna chochote kinapatikana pale. So hapa ndio unapata, utapata hey, umeambiwa kuna hii shida na uwe na ufanyi, lakini ni vizuri ajue kwamba zinaweza zinaweza kuwa kuwa zinazalishwa lakini hazitoki. Mhm, mm, maybe zinaweza kuwa umekuwa na brokerage kwa katika zile vas deferens inaweza kuwa zimefunga. Inaweza kuwa zimezalishwa zimekaa katika zile test kwa katika zile korodani, lakini hazipatani hazifiki kupatana. Nikipatia na example, ni kama tuseme unatoka town, sema tusenaenda pale kwetu Masimba, then kupata kwa hiyo traffic hapo barabarani kidogo, kuna mahali barabara mahali barabara imefungwa, lakini kuna wageni wengine walikuwa pale walikuwa pale Donholm hapo hawataenda wafike lakini hawa walikuwa wametoka town hawakufika. mm. ama hawakufika, kwani barabara imefungwa, so utakuwa unasema wageni walikuja, lakini kuna wale wa mashuhuri walikuwa wanahitajika sana, wamefungiwa pale Jogoo Road, so ni kitu kama ile. So utapata kwamba wameambiwa tutafanya unaweza kufanyika surgery pale, tufanya bypass. Pia tunaweza kuzichukua na tuziweke kwa mwanamke, naweza kushika mimba. Mm -hmm. Na pia kuna madawa ambazo anazitumia, inaweza kuwa ni infection ambazo zimefanya ifunge. Mm -hmm. So kuna madawa anaweza kuitumia na ifungue. Kuna nyingine ambayo inaitangwa adenosospermia. Adenosospermia ni kusema kwamba huyu mwanamke au mwanaume anazitoa. Mm -hmm. Zingine hazina shape ya sawasawa, sawa, morphology yake si mzuri mm -hmm. zingine zinakufa ovyo ovyo barabarani zingine hazijui zinaenda mbele, haziendi mbele. Zingine hazina kichwa, zingine hazina shingo, zingine hazina mkia. Ziko lakini haziko sawa, haziko sawa, sawa. So, utapata yule ako, ziko tumeziona. Zingine zinakufa haraka sana, zikiangalia dakika mbili zimekufa. Inaweza kuwa mbipi iko juu, hazitaweza kusafai pale, unawezekana mm. pia zile shepu yake imeharibika ama zinademua. Unajua zinafaa ikitoka ina, kwa mikroskopu kiangalia, zinafaa kupanda juu, unaziona zikipanda lakini juu ya watu ambao wanatumia haswa wale ambao hutumia uh, dawa za kulevya ndio. mm, maana nilikuwa nataka utueleze pengine kuna vitu ambavyo pengine watu siku hizi wanatumia ambavyo vinakuja vinaathiri mbegu zao za kiume. Yeah, ukiangalia watu ambao hasa hutumia dawa za kulevya na haswa bangi. mm. Da, bangi iko na kemikali ambayo inaitwa tetrahydrocannabinol. mm -hmm. na hiyo ndio ambayo hiyo ndio active ingredient inafanya usikia ule ulevi na hiyo levi kwamba inaweza kuzifanya pia zile begu za uzazi zikachanganyikiwa, uh, zikacha hazitaweza kuwa na forward progression, hazitaweza kupanda, kupanda vizuri. Utapata zingine hazijui zinarudi nyuma, zingine zinaenda chini, zingine tu zimekaa zimerelaksa, zijui zinafaa kutembea. So unapata kwamba hizo madawa ya kurevi ambayo watu wetu wanatumia ni vizuri uelewe kwamba anaweza kujisikia stimu zake ziko sawa, the feel good hormone inatolewa vizuri, si so unajisikia raha, unaweza kufanikisha ile shughuli vizuri mm. lakini unapata kwamba DNA ya zile mbegu inakuwa affected na inaweza kupata, kufanya kwamba zinaweza kuchanganyikiwa. Kitu nyingine pia inaweza kusababisha ni mambo ya lifestyle vile tunaishi mm -hmm. Na daktari hapo atagusia kuambia ndio kwamba alikuwa anataka hilo la lifestyle, tukitoka kwenye mapumziko aje alizungumzie, azungumzie nayo. Ile ya kwanza ile tuisema ni oligospermia, inaweza kuletwa na nini? Kwa nini zipungue? Zinaweza mm -hmm. pungua pia kwa sababu ya environment ambayo tuko mm -hmm. inaweza kuwa maybe ulipata infections infection ambazo zilipata zikakuja zikaleta pH ambayo ni ya juu sana. mm -hmm, so zile begu zinaweza kusurvive kwa wingi, zingine zitakufa na zingine zitalemewa na ile mwendo. kiti ya pili ni kwamba zinaweza kuwa umetumia vitu ambazo ni za sukari sana, daktari ataelezea pale mm -hmm, akwambie kwamba zinalemewa pia kuwa kuwa na ile biombeo ya kutembea. Kuna vitu nyingine pia watu ambao wafanye mazoezi, najua kuna mtu pale amezoea kukaa chini, hafanyi chochote amekaa hiyo ni jambo lingine. Kuna environment kama vile kukaa, watu ambao wanafanya truck drivers na wale ambao watufanya kwenye kitchens watakuelezea kwamba hata kulikuwa na myth hapo awali ati kwamba truck drivers wako na watu wengi wako na girlfriend kila mahali, lakini si kweli mm. Kulingana na tafiti ambazo tumezifanya, watu ambao wanakaa chini kwa muda mrefu utapata kwamba jua ile joto ya engine mahali wanakaa sana, ile joto inakuwa nyingi, ina, inapunguza ile level ya homoni yake ya kiume ya testosterone. Tulisema zisikae mahali kuna joto kingi. Kwa hivyo hapo ndio utapata ule mwanaume hafanikishi kabisa, la si kwamba ati akona tabia mbaya, si kana kwamba alikuwa na mtu mwingine, ni kwamba zile haziwezi kutengenezwa mahali kuna joto. Wale pia ambao wanafanya katika hoteli kwa kitchen, wanafanya kwa bikalez, wanafanya katika mahali kuna stima za juu, miale ya, ya stima ya juu sana pia wale zitaweza kuathiri utendakazi wa mwili ya mwanaume na pia upungufu wa testosterone ya kiume. Sawa sawa tuende kwenye mapumziko, lakini kuna hili swali, maanake ni swala ambalo ulikuwa tumelizungumzia awali kuhusiana na vile mtoto anavyokuwa, utakavyokuwa unamwangalia maumbile yake ujue kwamba kuna shida au kuko vipi. Uh, kuna huyu saa Nixon kutoka Kindaruma anasema, Dr. Ngecho, kuna wazazi ambao huvuta uume wa watoto eti ndivyo akiwa mkubwa uume wa kijana uwe saizi nzuri. Je, ni sawa ama wanafanya kazi bure? Utatujibu baada ya kutoka mapumzikoni. Mtazamaji, tunapumzika kidogo tu kutoa Nafasi ya matangazo tutakaporejea tutarejea na mada yetu na pia tutakupatia fursa wewe ya ku ama tayari tumekupatia fursa ya kuzungumza nasi kupitia nambari zetu za arafa ambazo ni 22422 kisha baadaye tutafungua laini za simu iwapo utakuwa na swali moja kwa moja utaweza kuzungumza na wataalamu wetu sende mbali jukwaa la afya linarejea muda usiokuwa mrefu